Mama mjamzito. Sawa sawa. inatoka. If it is not effective, unatafuta nyuma ya kiti, something hard like a chair, you just come, then you hit yourself. You to uko klasi ya fasting. oiaaualasaas wanakuja wakurushia mtoto na wewe unaanza kutetemeka. Tulia, relax, Sit down, maybe at on a chair like this one. Then, kwa mtoto kama huyu utamweka hivi, ukiwa umesupport kichwa. Usually, huwa tunakuwa na pins ndani, unakuja unakunja hapa kujia hapa, inafaa unashika na fa unashika na pins. Kwa sasa ukiwa kule mtaani na hauna pins, unafanya aje? Una improvise. Tulisema first aid is the initial assistance given to a person. Unaongea na na patient wako, na mungu ashikilie mkono wako. So tumesema hii triangle bandage inatusaidia kufunga an arm sling. Arm sling ni wakati mtu ameumia, unaweka mkono hivi, ama an elevation sling, unaweka hivi. So kwa hii ameumia hapa, so tunafunga arm sling. Ni hii ina point hapo, sawa?

Inch. The inches are very, very important because you are not making the impact. Uza... mjambo, I'm amjambo I'm kwanza kabisa ni kushukuru mwalimu mkuu na hawa wanafunzi ndugu zangu na dada zangu awa boda bodaboda na wale wa hisani wote ambao walifikiria kwa nasibu kama yae. Kama mnavyojua, uh, sekta ya boda bodaboda ni sekta muhimu sana katika nchi yetu. Katika boda boda sisi wengine ndio tumejikuta kwa siasa katika boda boda ndio wengine wanafunzi wengine wanaenda shule. Yes. Katika boda boda ndio chakula kinapatikana kule nyumbani yeah. Sasa ni sekta muhimu sana ambayo lazima sisi wote washikadau wote tuweze kuishikilia pamoja, na mimi nataka kuhakikisha mimi niko mbunge wa hapa Kandui, tutatembea na nyinyi wana boda boda, pam, pampa kwa pampa. Kama yeah, mnavyojua tukikuja kwa maneno ya CDF vile tulifanya mwaka jana, mwaka huu pia tutahakisha kwamba kuna pesa zimekuwa set aside kupeleka wana boda boda driving. Yes. Kama vile nimewaambia huko ndani, unajua hatutaki watu kufikiria watu boda boda bodaboda hata wana certificates. Tunataka kuwamemunge na mwalimu mkuu hapa kwa Nyinyi wenyewe mtatupatia watu watatu. Yes. Sababu, Yes. mtu ambaye anatoka boda boda. Yeye pia amefanya occupational therapy hapa. Yes. Yeye pia anafanya clinical medicine. Anaweza Yes. kusonga sisi kama jamii ya wanaboda. Yes. Cha tatu ni kuwashukuru sana kwa sababu hapa mmefunzwa mafunzo Yes. Yeah. Yeah. ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na first aid. Kama mnavyojua, ukienda katika ambazo nyingi kutembea hospitali watu nchi wanapatikana na ajali za bodaboda. Watu wengi washakufa kutokana na hivi ajali. Sasa mafunzo haya hayangokuja wakati mzuri zaidi kama sasa, nyinyi nanyi pia muweze kujihusisha na kile na maomba kwamba mkirudi kule nyumbani nyinyi pia mkuwe trainers au trainers wengine wala ambao wabakia kule nyumbani ili waweze kupata ba, taaluma taaluma ile ambayo mmepata hapa vile mlivyosema, mmemaliza sasa first aid skills. Sasa kile kingine ambacho tunaongea na hizo mimi pamoja na zile idara husika ni kuhakikisha kwamba na sasa wale ambao wafundisha sheria za barabara. Yes. kwa sababu mimi sitaki kwenda kuwatetea nyinyi kwa timu hiyo. <laughs> Lazima tuweke tena mpangilio mwingine kwa kufundisha sheria za barabara, ili tuweze kujua tunaweza kusonga namna gani. Kile kitu ambacho nataka kuomba nyinyi wanaboda boda, mkuu na umoja, mkuu na umoja Yes. Ninyi mnalipwa kwa sababu ya kuendesha boda boda. Yes. Wachia wale wanalipwa wakupiga kelele walipwe wa Yes. Kwa hiyo. Kuwa na umoja na uongozi wenu mweze kusimama pamoja. Na <laughs> kule kusimama pamoja tutaweza kusonga mbele. Yeah. Kama mnavyojua tuna mpangilio bado haijaiva sana, lakini hiyo cooperative ile tulisema sako yenye ambayo mnataka kuanzisha. Yes. Lazima tuweze kuungana tuweze kuisaidia ili iweze kusimama kwa sababu hata vinginevyo wa boda boda na watu kutumia tuna wanasiasa Yeah mwanasiasa yeyote kuwatenganisha nini? Mimi si bisho, lakini mimi niko nawaambia mzikubali wanasiasa waweze kuwatenganisha yes. Sisi tutawaka na nyinyi, kazi tutafanya kwa wakati huko. Siasa utafika wakati kucheza yeah. Ngoma itafika yeah. Hizi waje tunakuika, sahizi waje tuone tunakuika chama, tunapeleka watoto wetu kwa shule namna gani, tunajikimu kwa maisha namna gani, kwa sababu maisha ni magumu, lakini sisi ndio tunakuwa na maisha. Sasa ni kuwashukuru sana na kusema mweze kusimama pamoja kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Mimi nataka muendelee na haya masomo. Mimi nimekaa kule nani, nataka nataka kuwashukuru wale washikadau St John Ambulance, Kenya Red Cross na wale wote ambao wameunga. Mimi kama mbunge wa Kanduyi, na nimefanikana hapo Kanduyi, mimi najivunia sana, na kama vile tumeviongea, tutazidi kufanya mikakati hii ili kuweza kuelimisha watu wetu, tuweze kusonga

Aboda hoye, ningependa kushukuru i nafasi wa zagida ya bodaboda nikiwa chemani boda boda kama kaunti, ningependa kuchukua hii nafasi kushukuru mbunge wetu John Okucha Makali. Ningependa pia kuchukua nafasi kushukuru shule ya KMTC kukumbuka wanaboda boda kwa jumla, maana tuweze kufundishwa tuweze kupata training ya first aid. Kwa barabara wakipata shida kwa barabara, tuweze kuwasaidia ili wanapokwenda hospitali, tuanze sisi wenyewe kuwasaidia kupeleka hospitali kwa huduma ya haraka. Ningeweza kuchukua hii nafasi kushukuru mbunge wetu John Makali. Kwa hii nafasi ametujoin, pia usikie leo kuwa mwanaboda boda kukaa na sisi. Na pia ningependa pia kwa kulingana na kulingana na sentimenti zangu vile ametuombea pale tukiwa tukisoma. Amesema ya kuwa anataka kusupport haya masomo, anataka kusupport hii shule na atembee na hao wanaboda boda na wafundishe jinsi wanavyosoma sheria za barabara. Nashukuru mbunge sana, nashukuru pia kwa hii shule. Na jambo la mwisho kabisa, mbunge pia amesema ya kuwa atachukua wanafunzi watatu katika sekta ya boda boda katika nafasi ya KMTC waweze kujumua na wenzao, waweze kusoma saiti na pia ukisoma saiti wasaidie familia zao na pale, na pia wanafunzi sakityapotapota yeah. Mbunge asante sana, madam principal asante sana, tuweze kuendelea na natushikane, tupendane. Mungu awabariki awabariki. Majina ah, anaitwa mtani simatoti Leo nidataka kushukuru chema ni wa kaunti mlais watu wote wa wakue. Sio ni kusoma mambo ya first aid. Na pamba, hatuko, lekini, leo, kwamba hatu tunaelewa vitu mingi, lakini leo tumejionea kwamba mtu kukufa, kumbe tunakufa tukiona kwa asibo kuwa na elimu vizuri, lakini leo vile tumefundishwa sahi, hata mtu yoyota akipatikana kwa barabara na anataka usaidizi, na nimejifunza vile wamenifunza nimepata nikama nitakuwa daktari wa kwanza kuanzia pale Mashindani, kabla afike kituo cha eh, matibabu. Nataka kushukuru watu wengine, hata wengine tumeanza hata kuona wakati tuko hapo, wengine wameanza kuonyesha alama, kwa sababu wakaona ni kama uponyaji umeanza. Nataka kushukuru mbunge wetu kufadhili hii training ili tukaweze kusoma, na hata machema nisi wengine ba sub county na wards tumekuwa hapa pia tu, wamesema ya kwamba wamefundishwa wame, wame sasa wameanza kazi mashindani kulo kuambia bodaboda wengine ili wakajue ya kwamba mnapoona dalili ya mtu asted anaendelea kublid ama kutoa ziuu inaitwaitakuwa, inasaidia kwa sababu huko na ujuzi ya kusaidia huyo mtoto pale, iwe ni nyoka memuuma tumefuzwa, iwe kila kitu ambacho kinahusika na accident, tumefundishwa sisi. Tunaomba tu hii training tupe vifaa ili tukinapoingia kazi mahali pale, tutaanza kazi tukiwa hapo hata tukiwa mahali popote ambapo mtu unaweza kuwa unamsaidia mwingine, anaweza kuuliza swali ya kwamba nini naonyesha wewe unaweza saidia? Sasa wakitupatia kitu kama certificate, pia itatuonyesha kwamba umehitimu na tuko na uwezo wa ya kutibu yale ambayo ametendeka. Yote ni ya Mwenyezi Mungu ambaye amepanga hii siku. Kwa vile hivyo, nashukuru mheshimiwa wetu ambaye ametusupport kwa hii training ambayo tumekuja kufanya. Mungu, amani ambariki, aendelee kwa siku zake hizo mbele tena apate kitu kingine, kitu chingine. Asante sana mwenzi muno kwa kutusaidia, tumefika hapa. Hakika tumekaa hii muda wote boda boda tujawahi pata training kama hii tukasupotiwa na mheshimiwa yoyote. Sasa Mungu aendelee kupewa nafasi, waendelee kuwa mkubwa wetu, kiongozi wetu, na upate tena kusaidia watu wengine, usikwame kwa sisi wetu pekee sisi wetu peke yake. Asante, mwenye kiti, mwenye wapia, asante kwa yote ambayo umetutendea na mwenyekiti mwenyewe pia tunasema asante, tukampisha okay. Kwa shule yako KMTC asante sana kwa kuhimiza ndugu zangu bodaboda wale ambao wameattend seminar leo, mafunzo ambayo ni muhimu katika maisha binadamu wasisitize na kuyatilia maanani popote anapotembea, hata anaweza jitibu kama anaweza apata ajali na pikipiki na ana nguvu kidogo ya kushika, naona kwamba yeye mwenyewe anaweza mwenyee jifanyia tafsiri kabla hajafikiwa. Sasa naomba bodaboda shikilieni pale, na bodaboda ya Bungoma nataka muongee lugha moja. Lugha moja ni kwamba muwe na amani kati yenu na mtambue uongozi ambao upo. Mimi ninapomalizia nataka kuomba e, account kwa kwa Bungoma tafadhali, tafadhali wewe ulikuja security kuja kuleta mpasuko katikati ya boda boda boda. Tayari tayari county county commissioner commissioner, hii ni Bungoma, utakuja kufanya kazi mishota, utaenda zako. tuache kama tuko kitu kimoja, hawawezi fanya uchaguzi uchaguzi. Baadaye baada ya miezi mbili unakuja kusema hiyo uchaguzi haitambuliki kiaje, na wao wapige kura kwa hey, tafadhali county commissioner tulia, kaa kwa ofisi boda, -boda kitu moja aa, wanarauka saa tisa usiku kuanza kubeba watoto. We kama, kama bado unalala kwa nyumba, fanya kazi ya security, na security inaanza na hawa bodaboda boda boda kama wako aai, yeah. yeah. yeah, lakini wakitawanyika, wewe ndio unafanya security. County commissioner, kama mtulivu